Tulijiwekea utaratibu wa watumishi wa TAKUKURU uh, wa kuchangishana. Tunachangishana watumishi wa TAKUKURU nchi nzima, ili ndio kuweza kununua hizi mashine. Huu utaratibu tulianza mwaka jana, mwezi wa kumi na mbili, na hivi leo tutakuwa tunakabidhi mashine ya nane. Awamini mvua za baraka tele, msaidie kubarikiwa kazi hizi kazi kubwa, na kwa na kusema na kusema na naaka tuijimi kwa, kwa idadi ya mashine lakini kwa watoto na familia zitakazopata tabasamu kupitia mashine ambayo unatupare una ko, tukushukuru sana kwa niaba ya mkoa mkoa. Karibu sana tena katika mkoa wetu wa Dodoma, karibu sana katika wilaya zetu. Tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tunaiokoa jamii ya Watanzania ambayo inapata huduma kupitia mikono hii. Mungu akubariki sana.